E bwana Mange Kimambi amekuja kuweka maneno mazito kwelikweli kweli. So Mange Kimambi bwana amevujisha chati za watu ambao walimletea huu daku kuhusiana na undani zaidi kuhusiana na hii ndoa ya Zuchu na Diamond. Kwa mfano, kuna huyu mtu hapa amemtumia Mange amemwandikia kwamba damange damange nda, nda za ndani Zuchu kaolewa na Diamond tokea juzi, leo ni siku ya tatu, wameenda, wameenda kufunga ndoa kwa mufti mkuu. Ha, hakuna anayejua zaidi ya wasanii wachache sana. Alafu Mange akamuuliza kwamba wewe, je, yani kwamba huyu mtu aliyemletea huu udaku yeye amejuaje? Eh, huyu akasema huyu mtu aliyemletea udaku Mange akaandika kwamba na date na msanii, yeye kaambiwa na mufti. Diamond ikamchukua Zuchu moja kwa moja mpaka kwa mufti ka om, kaomba ha, afungishwe ndoa. Hata mama Diamond wala mama Zuchu hakuna aliyohudhuria kuna mambaga magrupu zikaendelea habari za Zuchu. Kumbe bwana, kuhusiana na habari za Zuchu, Mange hapa amekuja kutoa e, udaku kwamba kwenye kwa mujibu wa magrupu ya habari za Zuchu ameandika kwamba naogopa kuruka na habari bila ushahidi. Mange ameandika hivyo, alafu hapo kuna mtu asema kwamba dada, hapana, sijatumwa kabisa, kesho na kuprove kitu niamini mimi, utashuhudia umeona. Kwa hiyo hizi habari kumbe, Mange alishapewaga kitambo, lakini alikuwa hana ushahidi, kwa hiyo hakupeleka kwa Watanzania, umeona bwana, kwa mujibu wa hizi chati ambazo yeye amezivujisha, umeona eh? lakini pia vilevile, yeah. vile, Mange mwenyewe amekuja hapa ameweka maoni yake kuhusiana na hii ndoa ya kuna udaku ambao umeendelea. Kuna mtu kwamba ila ameolewa tayari, ila hakuna siri ya milele, utayasikia tu. Kaolewa sasa inaenda mwezi mmoja. Ushahidi ni mgumu sana, lakini ndoa ilikuwa ya siri sana. Walio, walio walipotoka tu ndio tukaambiwa kwamba wameku, wamekuja kufunga ndoa. Na pia vile vile nilifanya hivi, nilijua kabisa kwamba nitapata chochote. Mama Kenzo kuna uh, mtu hapa alikuja ame, amepeleka huo udaku kwa Mange. Sasa Mange akaja akaandika kwamba leo nitasutwa, nitasutwa tu na wambea wangu huko DM na WhatsApp. Jamani, hii kazi ni ngumu, maana inabidi uwe makini kuchagua sources za ukweli. Niliwagomea kabisa bila, bila evidence, na pia vile vile nilikuwa naona kama vile wana, wana, wananipush sana ni posti kuwa Diamond na Zuchu wamefunga ndoa, ila kila ki nikisema, mm. Mange huyo anasema kwamba yeye yeah, alikuwa hana ushahidi, kwahiyo hakuposti kuhusiana na hiyo habari, lakini kuna watu walishakujaga kumdokeza kwamba Diamond na Zuchu wameoana. Lakini akaendelea kusema, ila kila ki nikisema kwamba nipeni evidence yoyote, watu hawana, so nikachukulia tu kwamba as if ni kiki wameitengeneza, wanataka mimi ndio niruke nayo kwanza maana kila aliyenifuata alikuwa anasema kwamba habari ni ya siri sana eh. Sasa watu zaidi ya wanne wananipa habari hiyo hiyo tena kwa kupokezana, kwa, tena kwa kupokezana then wanasema kwamba ni siri sana sasa watu wote hao wamejuaje habari ya siri hivyo? Na ndio maana, nilipo pa, no, na ndio maana nilipo, nilipata shida so, mkini mkiniuliza mimi kama ni kweli eh, alimwoa, ndoa ya mkeka, I still don't know